Habari njema ikirushwa iki, iki, iki <laughs> karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo Jumatatu ya tarehe moja Disemba elfu mbili na ishirini na tano na kichwa cha habari anachosema mfalme anakuja. Fungu letu ni kitabu cha Luka sura 21 mstari wa ishirini na nane basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Tuombe. Mungu wetu uliye mtakatifu na uliye juu ya vyote, tunaushukuru kwa kutupa nafasi hii ya kuamka asubuhi ya leo na kusimama mbele zako. Tunakuja tukiwa na mioyo iliyonyenyekea, tukikiri kwamba bila wewe hatuwezi chochote. Bwana, Tunapofungua somo hili linalotukumbusha ujio wa mfalme wetu Yesu Kristo, tunaomba Roho Mtakatifu atufungue akili na mioyo, ili tuone ishara za nyakati na kutembea kwa utakatifu unaokupendeza. Leo tunaikabidhi nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako. Bariki viongozi wa nchi, bariki viongozi wa dini, bariki familia zetu, bariki vijana na watoto. Tunakuomba utupe amani ulinzi umoja na hofu ya Mungu katika taifa letu, zuiya mabaya, simamisha amani na ututawale kwa haki na nuru. Ya neno lako uwe pamoja nasi katika kila neno tunalolisoma na kulitafakari, katika jina la Yesu Kristo, amina. Kristo alikuwa amewataka watu wake kuzifuatilia ishara za ujio wake na kufurahia kuona viashiria vya ujio wa mfalme wao. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, alisema, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Aliwaonesha wafuasi wake miti iliyokuwa ikichipuka wakati wa majira ya kuchipua na kusema, wakati iishapo kuchipuka, wanaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekuisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, muonapo mambo hayo yaanzapo kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu Luka sura 21, 28, 30, 30 na moja. Lakini, kwa kuwa roho ya unyenyekevu na kicho ilikuwa imetoweka kanisani, na baadaye kanisa likaingiwa na kiburi na ibada ya desturi, upendo wa Kristo na amani kwa ujio wake vilikuwa vimepoa kwa sababu ya kupenda dunia na anasa zake. Watu waliodai kuwa wa Mungu walipofushwa hata wakashindwa kukumbuka mafundisho ya Yesu Kristo kuhusu ishara za ujio wake. Fundisho la ujio wa pili lilipuuzwa. Maandiko juu yake yalitiwa giza na tafsiri potofu hadi kwa sehemu kubwa likapuuzwa na kusahauliwa hasa katika makanisa ya Amerika. Uhuru na starehe ambayo matabaka yote ya jamii yalikuwa nayo, tamaa kubwa ya mali na starehe zama katika matumizi ya muda mwingi kutafuta fedha, shauku ya kupata umaarufu na madaraka kwa haraka vilionekana kuwezekana kwa watu wote, viliwafanya watu kuelekeza matakwa na matumaini yao kwa vitu vya maisha haya na kuweka mbali katika wakati ujao siku ile kuu, wakati utaratibu wa mambo ulipo sasa utakapotoweka. Mwokozi alipoeleza wafuasi wake katika ishara za kurudi kwake, alitabiri juu ya hali ya kurudi nyuma kiroho itakayokuwepo muda mfupi kabla ya ujio wake wa pili. Kutakuwepo kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, pilika -pilika za Nuhu, shughuli na pilikapilika za mambo ya kidunia na utafutaji wa anasa, kununua, kuuza, kupanda, kujenga, kuoa na kuolewa, pamoja na kumsahau Mungu na kusahau kuhusu maisha yajayo. Kwa watu wanaoishi katika nyakati hizi, maelekezo ya Kristo ni basi: jiangalieni, mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoa katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za wana wa Adamu. Luka sura 21 mstari 34 36 6. Pambano Kuu kurasa 255 256. Tunapaswa kuishindania kwa bidii imani waliokabidhiwa mara moja watakatifu sasa tunapaswa kuungana na kuandaa njia kwa ajili ya mfalme wetu ajae, na tuzidi katika maarifa ya ile kweli na kumpa heshima na utukufu kwake ambaye yeye na Baba ni wa moja. Hebu tutafute kwa bidii kupakwa mafuta ya kimbingu Roho Mtakatifu. Medical Ministry ukurasa 22. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutujaria muda wa kutafakari juu ya ujio wa mfalme wetu Yesu Kristo. Tumeona ishara, tumesikia wito na tunajifunza kuinua vichwa vyetu, tukijua kwamba ukombozi wetu umekaribia. Tusaidie Bwana, tusipoe katika imani, tusizame katika mambo ya dunia, bali tukeshe, tuombe na kuishi maisha yatakayotuandaa kwa siku ile kuu. Jaza mioyo yetu, Roho Mtakatifu, utufanye waaminifu hadi mwisho. Tunajiweka mikononi mwako kwa siku nzima iliyo mbele yetu. Tawala mawazo yetu, maneno na mienendo yetu. Utukufu na heshima vikurudie milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina.